ni anguko la vyama kongwe kuibuka kwa vichanga, lakini leo hoi CWT vigogo wapya wabebeshwa mambo haya. Bado kuna habari kubwa inayosema Chadema yapigwa pini ya pigwa pini ya lia hujuma. Chadema ya pigwa pini ya lia hujuma na siri nyuma ya gawio la shilingi trilioni 1.028, siri nyuma ya gawio la shilingi trilioni 1.028 lakini minyukano ya shika kasi mikutano ya Chadema na CCM. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Na tukiangazia gazeti lako la Habari Leo, lenye habari kubwa inasema Tanzania yahimiza uwekezaji uchumi wa buluu. Tanzania yahimiza uwekezaji wa uchumi wa buluu, hiyo ni habari kubwa ukurasa wa nne. Na wananchi wa chumi watarajia bajeti kuu nafuu kesho wananchi wachumi watarajia bajeti kuu nafuu kesho lakini mchumba ajeruhi mwenza na mtoto hiyo nambari ukurasa watatu wa gazeti lako la habari leo CCM yataka kongani ya viwanda kila mkoa CCM yataka eh, kongani ya viwanda kila mkoa eh, lakini kuna habari kubwa inasema samia mwelekeo safi mashirika ya umma huyo ni rais samia asema mwelekeo safi mashirika ya umma ni apokea gawio michango ya trilioni 1.3, asema gawio si fadhila, asifu kazi, kazi nzuri ya Mchechu, atoa maagizo manne kuboresha utendaji. Lakini mahakama yaizuia CHADEMA shughuli za kisiasa. Yuna bari kura sawa saba. Lakini Ulaya nje CWT ikomba aanza na maadili ya bajeti, yuna bari kuligazila akula habari leo na TPA yaongoza bilioni 181.6, sababu za tajwa. NMB ya kuza gawio asilimia 300. Tazama TPDC stamiko za wa mfano urawa pili agazt lao baene. Gazeti lako la Zanzibar leo lenye inatuandikia habari kubwa inasema, Dr Mwinyi akaribisha wawekezaji kutoka China. Dr Mwinyi akaribisha wawekezaji kutoka China na Dr Samia akaupokea gawio hiyo la trilioni 1.27 lakini wema kujenga skuli mpya vijijini. Wema kujenga skuli mpya vijijini na vikao vya maamuzi CCM vitende haki. Huyo ni Hemedi asema vikao vya maamuzi CCM vitende haki. Hilo ni gazeti lako la Zanzibar leo ukurasa wa mbele, lakini gazeti lako la Uhuru ukweli daima lenye linaandika watu zaidi ya laki mbili na thelathini na tatu waajiriwa Zanzibar. Lakini matunda ya ziara ya Majaliwa Japan na Rais Dr Samia asifu mageuzi mashirika na taasisi za umma, mageuzi mashirika taasisi za umma. Lakini Dr Mpango atoa ahadi usimamizi wa ekolojia, Dr Mpango atoa ahadi usimamizi wa ekolojia. Na makala aishukia Chadema. Huyo ni Amos, makala aishukia Chadema huku wasira Ahimiza kutiki Oktoba, huyo eh, ni Steven Wasira, ahimiza kutiki Oktoba. Chadema yapigwa stop shughuli za kisiasa. Hilo ni gazeti lako la Uhuru, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kwenye gazeti la Majira asubuhi ya leo lenye inaanza na habari inayosema Wasira akoleza moto mikoani kampeni ya Oktoba, tunafika huyo eh, ni Wasira akoleza moto mikoani kampeni ya Oktoba tunatiki. Lakini NMB ya kabidhi gawio la bilioni 681, wapongezwa. Hiyo ni NMB benki ya kabidhi gawio la bilioni 681, lakini wapongezwa. Lakini Rais Samia apokea trilioni 102, ayapa tano mashirika, ni za gawio kutoka mashirika yaliyo chini ya usimamizi wa ofisi ya msajili wa hazina na kampuni ambazo serikali ina hisa chache. uniabari ukurasa wanne. Lakini TFS si yaendelea, TFS yaendelea kung'ara katika mapato yasiyo ya, ya, ya kodi, na hatimaye CWT yapata rais mpya. E, ya mahakama yazuia ya shughuli za Chadema kwa muda, habari ukurasa wanne. E, ndio habari inasema mahakama yazuia ya shughuli za Chadema kwa muda. Hilo ni gazeti lako la kula Majira, pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Tukiangazia gazeti lako la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza lenye linaandika, Waziri Mkuu kuongoza maadhimisho ya miaka 21 ya tahiliso Dodoma na TPA kinara wa gawio, serikali watoa bilioni 181.5. Rais Samia atoa maelekezo kwa mashirika taasisi zinazotoa huduma, hiyo ni habari ukurasa wa pili, na gawio la bilioni 68.1 kwa serikali la mfutia, eh, mchechu na Dr. Ndumbaro ataja mabadiliko 15 ya sheria za uchaguzi. Hilo ni gazeti lako la Taifa Tanzania, Uzalendo Kwanza, na gazeti lako la wamachinga Sauti ya Wanyonge asubuhi ya leo linatuhabarisha kwa habari inayosema hazina kuwaongezea fedha TPA kuboresha miundombinu bandari, lakini Wasira wa Oktoba tunatiki kwa Dr. Samia Nchimbi huyo e, ni Steven Wasira, asisti za Oktoba tunatiki kwa Dr. Samia na Nchimbi. Lakini habari kubwa kwenye gazeti la wamachinga ni Rais Samia atoa agizo mashirika mizigo. e, Dr. Samia atoa maagizo kwa mashirika mizigo, asema hayatavumilia sasa, yajibebe. Bandari ya vunja rekodi yatoa bilioni 181.5 uwekezaji DB bordi waanza kulipa kwa taifa. Lakini benki NMB nayo ya kabidhi gawio nono la bilioni 68.1 kwa serikali, msajili hazina aimwagia pongezi, ya ilo ni gazeti lako la wamachinga kurasa za mbele. Lakini mahakama yaipiga stopu Chadema shughuli za kisiasa. Hiyo ndio habari kubwa kabisa ya bonde wa subuhi ya leo, ni mahakama yaipiga stopu Chadema shughuli za kisiasa. Lakini gazeti lako la Dira ya Mtanzania asubuhi ya leo na nyinyi naandika Rais Samia mwanga umeanza kuonekana mashirika ya umma, lakini Chadema majanga juu ya majanga. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Dira na waziri mkuu Kassim Majaliwa mgeni rasmi miaka 21 ya tahiliso. Hiyo ni habari ukurasa wa tatu kwenye gazeti lako la Dira ya Mtanzania, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Uelekeo ukurasa wa mbele, na yeye anatuhabarisha, gawio la kihistoria laonyesha nguvu ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan sheria mpya zimeondoa upendeleo katika uchaguzi, lakini Wasira, hatuahirishi uchaguzi ng'o. Huyo ni Steven Wasira asema hatuahirishi, e, uchaguzi ngo. Hiyo ni habari ukurasa wa tano kwenye gazeti lako la uelekeo. Lakini Samia ayatangazia kiama mashirika ya umma mizigo. Samia ayatangazia kiama mashirika ya umma mizigo, sasa yakalia kutikavu, apokea trilioni 1.28 gawio la serikali lakini TPA Twiga Minerals vinara wa gawi wa 2025 na hilo na ni gazeti lako la uelekeo kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa asubuhi ya leo, linaandika habari inayosema Ndumbaro wa taja reforms 15 zilizofanywa na uongozi wa rais Samia. Lakini wananchi Malinyi wa muomba Deo Mwasi kugombea ubunge. E, wananchi Malinyi wa muomba Deo ubunge Mwasi kugombea ubunge na TPA kinara wagawio serikalini. E, TPA kinara wagawio serikalini, yatoa bilioni 181.5 katika mwaka wa fedha 2025-2026 yatoa tuzo taasisi inayochangia gawio kubwa zaidi serikalini. uyu ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari. Lakini Chadema yafungiwa siku 14, yafungiwa siku 14 shughuli za kisiasa hiyo ni habari kubwa kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa asubuhi ya leo. Na tukiachana na kurasa mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, sasa tuangazie kwenye michezo na burudani. Gazeti lako la Mwanahabari ndiyo tunaanza nalo linaandika, CRDB hatudaiwi fedha za ubingwa wa 2024 2025. Lakini simba ya mvutia pumzi kula kulandana. E, Simba ya mvutia pumzi kulandana Masaka, tukiwa nje

lakini gazeti lako la uelekeo linaandika Simba ya ililia dabi Juni 15, yanga Yanga yawaambia waache utoto e. Simba ya ililia dabi Juni 15, lakini Yanga nao waambia waache utoto. CRDB yairuka kimanga, e, CRDB yairuka kimanga. TFF yajibu mapigo, haidaiwi na wananchi. Lakini kimataifa Kendrick Lamar ashinda tuzo ya BET. Yuna habari kwenye gazeti lako la mwelekeo wa kimataifa, Kendrick Lamar ashinda tuzo ya BET. Lakini gazeti lako la dira kwa michezo linaandika ya ukwasi ahesabiwa siku Yanga. Yanga yaidai TFF pesa za CRDB. Lakini Kaseja apewa mkataba na Kagera Sugar. Yuna habari ukurasa 14 kwenye gazeti lako la dira, na gazeti lako la Machinga linaandika Kakolanya sasa awindwa na Mtibwa Sugar. Simba watua kwa kulandana. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Wamachinga na Yanga TFF kimeumana pesa za CRDB FA, lakini TFF JKCI waingia makubaliano. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga ukurasa wa ukura michezo. Na gazeti lako la Taifa Tanzania linaandika Simba ya ungana na Yanga kudai ripoti ya uchunguzi TPLB, lakini fedha za CRDB benki ya Federation Cup za wavuruga TFF na Yanga. Habari pia inapatikana kwenye gazeti la Taifa Tanzania na gazeti la Majira nandika waziri mkuu azindua mashindano ya UMITASHUMTA na UMISETA 2025 bilioni 43, za tengwa kuimarisha michezo mashuleni. Simba wawaita mashabiki Juni 15 kwa Mkapa. hiyo iyo ni habari kwenye gazeti la Majira. Lakini gazeti la Uhuru nandika zawadi kombe la FA utata. Hii ni sakata la Yanga na TFF, zawadi kombe la FA utata. Feitoto Msuva kuikosa Eswatini. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru. Kwenye kurasa za michezo. Lakini kwenye kimataifa, Arsenal kumsajili Aris Balaga. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Uhuru kwenye michezo. Na gazeti la Habari Leo linaandika Yanga TFF za rushiana mpira fedha za CRDB, Yanga TFF za rushiana mpira fedha za CRDB. Lakini taifa, ta Taifa Stars ya saka heshima COSAFA. Na gazeti lako eh, la leo linaandika TFF Yanga zaendelea kuvutana e, TFF na Yanga zaendelea kuvutana haku na hakuna majeruhi Simba. Huyo ni Ali sema lakini e, Stars mikononi mwa Eswatini leo. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Zanzibar Leo na tukiangazia gazeti lako la Sporti, e, ishu ya dabi tatizo liko hapa, e, ishu ya dabi tatizo liko hapa. Na Zamaleki yashusha mzigo, na kocha Kosto, yanga imenipa mjengo huyo ni kocha wa Costa wasema Yanga imenipa mjengo. Hiyo ni habari kubwa kwenye gazeti la Kula Mwanaspoti kwenye kurasa e, za michezo lakini kwenye gazeti la Kula Nipashe na lenye asubuhi ya, ya leo kwenye michezo naandika Kamara Ateba waiwai Yanga e, Kamara na Ateba waiwai Yanga. TFF, Yanga sasa sarakasi tupu. Shirikisho hilo lasema lenyewe ndilo linaidai klabu hiyo, huku ikifafanua